Halo wapenzi wa channel ya Master Two Odds. Habari za subuhi na leo ni siku nyingine tena. Kwanza hongereni sana wale wote mliosteki tiketi ya jana, hongereni sana mechi zilishinda kwa asilimia mia, hongereni sana na jana kulikuwa na mechi tatu ambazo nilikuwa nimetoa Mechi ya kwanza nilikuwa nimetoa Napoli ashinde, nilikuwa nimetoa Napoli ashinde. Napoli huyu hapa alishinda mbili zilo, hongereni sana. Lakini mechi ya pili kwenye hiyo tiketi nilikuwa nimempa Inter, Inter ashinde a draw ashinde au atoe sare, na Inter alishinda mbili zilo, kama unavyoona lakini pia nilikuwa nimetoa matokeo mengine. Matokeo niliyokuwa nimetoa ni ya Lille, Betis na Valencia wasizidishe magori matano, wasizidishe magori matano. Kama unavyoona hapa, matokeo yaliisha moja moja, kwa hiyo tiketi ya jana ilikwenda kuini kwa asilimia mia mia, mia. Basi bila kupoteza wakati, tukiachana na habari za jana, leo pia nimewaandalieni odds ya 2.06 odds ya 2.06 na mechi zenyewe tutakwenda kuziangalia, na vile vile siwezi kuwapatia kodi bila bila kuwafafanulia kwamba nani kwa nini nimeamua kuzicheza kwa design hiyo au kwa mfumo huo. Lazima kila mtu aelewe ajue kwamba ni vigezo gani vilivyopelekea zile mechi nikaziamini kwa kiasi hicho. Mechi zenyewe ni hizi za hapa, kuna Bologna na Genoa, nimempa Bologna ashinda draw, lakini kuna Legans ambaye anacheza na Lili Valadordi nimempa Leganes ashinde a draw, lakini pia kuna Espanyol na Barcelona ambaye anacheza na Las Palmas, nimempa wa nyumbani ashinde draw. Pia kuna AC Milan na Monza, nimempa ashinde Monza. Kuna Getafe pamoja na Celta Vigo, nimewapatia wasifike magoli matano. Kuna Rayo Vallecano na Mallorca pia nimatoa wasifike magoli matano. Kwa nini nimefanya hivi? Hapa ndipo tunaenda kuchambua moja baada ya moja. Baada ya hapo, nitatoa kodi basi, mwenye kusteki atasteki hiyo hizo hizo mechi, na pia mwenye kuona odds ni ndogo aongeze, ataongeza kwa mpango wake. Lakini pia tu nipende kuwakumbusha, ili ukitaka ufaidike na jambo la betting, cha kwanza unapaswa kutafuta odi ndogo alafu steki kubwa na mechi chache. Mfano hizi mechi ni mechi sita. na matokeo yake ukiyatazama kabisa yana asilimia fulani ya kutokea. Na hii odi, mfano ukiweka shingi elfu kumi hapa unapata shingi elfu ishirini, elfu kumi faida. Kwa hiyo hivyo ndivyo naweza kufaidika, kuliko kuweka mechi nyingi afu steki shingi mia tano basi unakuwa wewe ni wakupoteza kila siku mia tano. Basi kabla sijaendelea, pia naomba niwakumbushe kusubscribe, kucomment na kulike ili kukuza chaneli yetu. Bila kupoteza wakati, basi tutaenda tuanze kuangalia mechi ya kwanza ambayo ni na Bologna na, <coughs> Bologna na Genoa. Kwa nini nimempatia blog na ashinda draw? Twende tukatazame hapa, kwa nini nimempa blog na ashinda draw? Sababu ya kumpa blog na ashinda draw, sababu kuu ya kwanza ya kumpatia blog na ashinda draw tunakwenda kwa... kama ifuatavyo tukitazama hapa kwenye msimamo wa ligi watu tunawazungumzia ni Bologna pamoja na Genoa kwa nini nilimpatia Bologna ashinda draw ukitazama Bologna, hii ni mechi yake ya mwisho ligi naisha Bologna ana pointi sitini na mbili ila ana faida ya magori kumi na mbili na pia ana michezo thelathini na saba amebakiza mchezo mmoja mbee anakwenda kucheza na genoa ukimwongezea pointi tatu hapa kwenye sitini na mbili hapa ukimwongeza pointi tatu anafikisha pointi sitini na tano hizi pointi sitini na tano hazimruhusu yeye kwenda uefa wala kuchukua ubingwa isipokuwa atapambania namba ya saba lakini tukimwangalia Genoa, huyu Genoa ana michezo thelathini na saba anadaiwa magoli kumi na nne na ana pointi arobaini Tukisema tum, tukisema tumwongezee Genoa pointi tatu maana yake kama leo ameshinda mfano, anafikisha pointi arobaini na tatu Kwa maana hiyo hawezi hata kumzidi Yudines. Ukiangalia Yudness, Yudness huyu hapa ana point arobaini na nne, huyu ukimpa point tatu hapa, ukimpatia point tatu anafikisha point arobaini na tatu, hawezi kumzidi hata Yudness. Lakini aliye nyuma yake hapa, ukiangalia aliye nyuma yake ni Kagria. Kagria hata akishinda bado ataishia point Thelathini na tisa hawezi kumtoa Genoa hapo alipo. Kwa hiyo Genoa ataenda kucheza mchezo huu akiwa amelax kabisa, amesha ridhika na matokeo yake ya nafasi ya kumi na tatu kwenye msimamo wa ligi wa Serie A. Kwa hiyo basi, ukimpatia Bologna ashinde au atoe sale, yaani ashinde au atoe sale Bologna. hapa utakuwa umecheza tiketi iliyo salama na ndio maana nikakwambia chaneli yangu ya Master Two Odds ni usalama na uhakika. Basi baada ya kumaliza hapa, sababu ya kumpatia blog na shinda draw, nitakuwa nimeimaliza hapo, tutaenda mechi nyingine. Mechi nyingine iliyo hapa ni mechi ya Le, le, legans pamoja na Voldaldi. Kwa nini nimempatia home ashinde a draw? Hapa ndipo tutaenda kuangalia sababu ya nini nimempatia ashinde a draw. Huyu Legans yeye yuko nchi ya Spain bila shaka atakuwa Spain. Basi tunaenda hapa Spain, tunaenda kumwangalia kwa nini nimempatia ashinde a draw. Huyu hapa basi kama kawaida tunaenda kwenye msimamo wa ligi yao ya Spain, tunaenda kumtazama. Ukiwaangalia wa mabwana wote wako nafasi mbovu, nafasi mbaya, lakini aliye nafasi ya mbaya zaidi ni Valadolid. Huyo ndio yuko nafasi mbaya. Valadolid, tayari moja kwa moja yeye ameshashuka daraja. Hata kama atapata pointi tatu leo bado atashuka daraja, hawezi kutoka kwenye kifungo hicho lakini ukimwambi ukimwangalia, huyu Legansi, Legansi yeye akipata pointi tatu anafikisha pointi arobaini yuko hapa na michezo thelathini na saba anadaiwa magoli ishirini na pia ana pointi thelathini na saba akishinda leo anafikisha pointi arobaini anasogea hapa anajitoa kwenye wimbi la kushuka daraja, hivyo nimeamua kumpatia double chance ashinde au a draw, ashinde au atoe sale. Hiyo itakuwa ni tiketi salama salama kabisa, maana mchezo huu haendi kupoteza, anaenda kupata matokeo au akishindwa kabisa, kutoa sale, na ndiyo sababu ya mimi kuamua kutoa Double chance kwa upande wake. Tukimaliza mechi ya pili, tunaenda hii mechi ya tatu, hii ya hapa inaitwa Espanyola Barcelona na Las Palmas. Kwa nini nimeamua kutoa eh, Espanyola ashinda draw? Espanyola ashinda draw, twende tukamwangalie ni huyu hapa <sighs> tunaenda kwenye msimamo wa ligi kama kawaida tunaenda kumwangalia Espenyola ashindado kiangalia, yeye yupo katika wimbi la kwenda kushuka daraja lakini hii ndio nafasi yake ya kujitetea asishuke daraja. Ukimtazama yeye hapa, ana michezo thelathini na saba, anadaiwa magoli kumi na tatu na ana pointi thelathini na tisa. Maana yake akipata pointi tatu anafikisha pointi ya arobaini na mbili anavuka kabisa, anakuja hapa arobaini na mbili atakuja hapa nafasi ya kumi na nne Kwa hiyo anajitoa kabisa kwenye wimbi la kushuka daraja endapo atapoteza huu mchezo A, alafu legensi huyu akishinda, maana yake yeye ndiye atashuka hapa yeye ndiye atashuka hapa, alafu huyu legansi atakuja hapa, maana yake yeye atakuwa ameshuka daraja. Kwa hiyo hivyo atapambana angalau atoe sale, kwa sababu akitoa sale, ukimwongeza pointi moja hapa, ukimwongeza pointi moja hapa, anafikisha pointi arobaini. Pointi arobaini, ame anadaiwa magoli kumi na tatu, aliye nyuma yake huyu. Huyu akipata pointi tatu, yeye anafikisha pointi 40, ndio, lakini magori ya kufunga, ya kufungwa ni mengi. Yeye ana magori ishirini, huyu amefungwa magori kumi na tatu. Kwa hiyo Espenyola atabebwa na magori. Kwa hiyo anachoenda kifanya hapa ni kwenda kupambana, kushinda au kutoa sare. Hiyo ndiyo sababu niliyompatia Espenyola ashinde au atoe sare. Tunaenda kwenye mechi ya AC Milani, hapa Milani kwa nini nimempa Milani ashinde moja kwa moja? Milani nimempatia ashinde moja kwa moja kwa sababu zifuatazo. sababu zifuatazo hapa Milani Milani ni siri ya A kwao, tutaenda tumwangalie hapa siria A Italy, siria A isi Milani huyu hapa. Mechi inachezwa saa tatu na dakika arobaini na tano. Esi Milani tukimwangalia Milani ana michezo thelathini na saba lakini ana faida ya magori kumi na sita na pointi zake sitini hapa ana pointi sitini akipata pointi tatu anafikisha pointi sitini na tatu anapambania kumaliza ligi akiwa katika nafasi ya saba hapa akishinda leo anapanda mpaka nafasi ya saba, hicho ndicho anachokipambania. AC Milan hapambani kubeba ubingwa, hapambani kucheza UEFA, wala hapambani kujinasua kushuka daraja, hapana. Lakini ukimwangalia anayecheza naye Monza, Monza bana, ana michezo thelathini na saba lakini anadaiwa magori 9, yani magoli anayodaiwa yanazidi hadi michezo, manake kila mchezo alokuwa anacheza yeye alikuwa na uhakika wa kupoteza goli moja na zaidi. Pointi zake ni pointi 18. Kwa hiyo tayari hapa tumeshaona kwamba Monza anaruhusu sana magoli hapa, lakini ukimwona Milani anafunga sana magoli. Kwa hivyo basi mimi nimeamua kumpatia AC Milan ashinde moja kwa moja. Kwanza yuko nyumbani, anaenda kumaliza, yuko nyumbani. Hizo ndizo sababu nilizofanya kumpatia AC Milan ashinde mechi. Nyingine ni ya Getafe na Celta Vigo. Kwa nini nimeamua kutoa magori yasifike matano? Ninaenda kumaliza hivyo AC Milan Getafe Getafe Getafe na Setavigo Getafe na Setavigo, hawa ni wa Spain, tukaangalie pale Spain. Getafe Getafe hapa Getafe na Setavigo, hawa bwana, nimeamua kuwapa magori yasifike matano. Ni kwa nini? Ukija kumwangalia Setavigo, huyu hapa Setavigo, Setavigo ana pointi sitini ana pointi hamsini na mbili ana faida ya goli moja michezo thelathini na saba kiasi kwamba ukimwongeza pointi tatu za leo anafikisha pointi hamsini na tano pointi hamsini na tano pointi hamsini na tano hawezi kulingana na Real Betis aliye mbele, ko yeye anapambania kubaki nafasi ya saba na anachokipambana yeye pia ni kuhakikisha Osasuna na Rayo Vallecano wasiweze kumwondoa kwenye hiyo nafasi aliyopo. Um. Basi tukienda kumwangalia Getafe. Getafe mwenyewe ana michezo 37 anadaiwa magoli manne na ana pointi 42. Kwa Getafe ukimwangalia yeye hata kama atashinda bado hawezi kumtoa Valencia wa mbele hapa. Huyu wa mbele ana pointi arobaini na sita huyu akishinda anafikisha arobaini na tano hawezi kumwondoa kwenye hiyo nafasi yeye. Anachokifanya ni kujihakikishia kuwakimbia uh, Alaves kumkimbia Sevilla na kumkimbia Girona, kwa sababu hawa wana pointi ya arobaini na moja arobaini na moja 41 arobaini na moja. Wakipata hapa pointi tatu, wanafikisha pointi 44. Yeye akipoteza wanamuondoa kwenye hii nafasi, anarudi nyuma kabisa hapa, anarudi nyuma hapa. Kwa hiyo hiyo mechi itakuwa ni ngumu kidogo, kila mmoja atakuwa anapambania nafasi aliyopo. Kwa hiyo watajitahidi kulinda zaidi na zaidi, kwa hiyo magoli yatapatikana machache. Pengine mechi hii anaweza akashinda Getafe angalau hata kwa goli moja zilo. Kwa hiyo kama ni chance nyingine, unaweza kumpa Getafe ashinde au a draw basi. Baada ya hapo, tutaenda tuangalie mechi nyingine ya mwisho ambayo ni Loyo Volcano pamoja na Maloka. Loyo Volcano pamoja na Maloka. Na hii ndio itakuwa mechi yetu ya mwisho nikaitolea ufafanuzi. Volcano Loyo, Volcano pamoja na Maloka. Mm. ukimtazama ukimtazama Loyo Volikano, tazama nafasi walizopo wali. Ukimwangalia Loyo Volikano ana michezo thelathini na saba anadaiwa magoli manne lakini pia ana pointi hamsini na moja Maloka ana michezo thelathini na saba anadaiwa magoli tisa na pia na pointi arobaini na saba. Ukiwatazama watu hawa ni yani, maana ao mfumo wao haupishani sana, ni watu ambao nguvu zao zinalingana. Mfano, Maroka akishinda leo anapata pointi hamsini. Pointi hamsini, anabaki pale pale alipo, lakini Loe Volikano akipata matokeo anafikisha hamsini na na nne, anaenda kumtoa Setavigo, anakuwa ni mtu wa ngapi? Mtu wa saba lakini kwa Maroka Maroka atapambana kubaki palepale, kwa hiyo game haitokuwa nyepesi kwa Loyo Volcano, hivyo ukimpatia Loyo Volcano ashinde a draw, itakuwa ni tiketi nzuri. Lakini ili iwe nzuri zaidi, unampatia kwa wote wasifikishe magori matano. Hii mechi itakuwa ni ngumu, ina hatari ya kutoa zilozilo au Maroka kushinda moja zilo, nadhani moja kwa moja tunachokifanya ni kwenda kutoa kodi yetu, na kabla sijatoa kodi, ndugu wapendwa wa chaneli ya Master Two Odds, kwa kusupport chaneli yetu, ninaomba msisahau kusubscribe, kulike na kucomment, itapendeza sana. Moja kwa moja mimi naenda kutoa kodi na kodi ndo hizi hapa, kodi hizi hapa basi. Mwenyezi Mungu Awasaidie na watangulie pia. Ukishinda wewe nimeshinda mimi. Asanteni sana.